Na uhalisia wa ndoto au mawazo yaliyokuwepo. Ni fahari kubwa sana kuwaza kitu na kikaanza kuonekana katika uhalisia kuliko kubaki kwenye mawazo. Shauku yangu kubwa ni heshima kwa viongozi wa dini. Heshima kwa viongozi wa dini kwa sababu wanafanya kazi kubwa sana. Na tumeanza kwa upande wa Bakwata, kadiri Mungu atakavyozidi kutuwezesha tutaendelea kugusa madhehebu yote kadiri iwezekanavyo na jinsi ambavyo Mungu ataona atufanye. Nimeridhishwa na hatua zilizofikia kwamba sasa hatua zinakwenda zina vizuri na, na imani yangu mtakamilisha ndani ya muda, na mwisho ndugu zangu Waislamu niweze kuwakabidhi jengo nililoahidi e, kipindi cha mwezi wa Ramadhani nikabidhi kipindi cha mwezi wa Ramadhani, ili mambo mengine yaweze kuendelea katika ujenzi wa taifa letu. Jengo hili ambalo nime, linaendelea kujengwa hapa ni jengo la kihistoria kama tunavyoona, na wanahabari, kama mnavyoona, na kwamba ni historia ya kwanza katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kama chombo kikuu cha Waislamu katika nchi. Kuwa na ofisi ya namna hii tangu kuanzwa kwa Baraza Kuu mwaka 68 mpaka leo, wenyewe macho yenu yanashuhudia na mnafahamu fika namna kwa na ya kwamba baraza lilikuwa halina ofisi ya namna hii. Ofisi zipo, lakini sio za kisasa kama hizi, lakini ofisi hii itakuwa e, ni ya kwanza katika baraza. Kwa hiyo ni ofisi ya Waislamu, lakini ofisi ya Watanzania kwa ujumla, kwa sababu matatizo yanayoletwa hapa katika baraza sio ya Waislamu peke yake. Hata wasiokuwa Waislamu wanakuja katika matatizo yao mbalimbali kutaka viongozi wa baraza wawasaidie. Na hiyo ndio hali ya kawaida. Uislamu eh, umetufundisha vitu namna hiyo. Ni sawa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Magufuli, ambaye tunavyoelewa sisi asingeweza kupata baraka ya kutuletea fikra na mawazo mkuu wetu wa mkoa, ila ni kamba karidhiwa na mkubwa wake ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa sababu yeye hana ubaguzi na hana fikra mbovu ya kubagua E, Watanzania ambao ni familia yake kwamba tabaka fulani liwe na hali fulani na tabaka fulani liwe na hali fulani. Yanaona vitu vyote ni vizuri, ameona na sisi vile vile, aliachilia jambo hili lipate baraka ili ujenzi huu uweze kuendelea. Tunamwambia Mwenyezi Mungu amjalie na muhifadhi na kila shaka. Kwa jina naitwa engineer Harris Said, natokea na GSM Foundation, ni mkurugenzi wa mradi huu wa Bakwata. Tumefika katika levo ya ghorofa ya kwanza kama mlivyoshuhudia na jengo hili litakuwa na ghorofa nne kwa maana ground floor plus 3 na moja. Tumeshaifanya ground floor, sasa tuko kwenye ghorofa ya kwanza. Jengo hili litakuwa ni makao makuu ya Bakwata, litakuwa lina sheheni ofisi za mufti na mashehe, baraza la maulama na watu wengine, na jengo hili litakuwa la kisasa lenye facilities za ICT uh, CCTV cameras, firefighting na mambo mengineo. Ujenzi unaenda vizuri na tuko mbele takriban siku mbili ukifuatilia schedule of works ambayo tulikuwa tumeiandaa, na tunataraji tukabidhi jengo hili mwakani mwezi wa sita kabla ya Ramadhani Mungu.